Leo tutaangazia athari za kuwa na kilo nyingi mwilini. Athari ya kwanza, uzito mkubwa unasababisha mwili kushindwa kutumia insulin vizuri na kuongeza shinikizo la damu, hali inayosababisha kisukari aina ya pili na maradhi ya moyo. Athari ya pili, kilo nyingi huweka mzigo mkubwa kwenye magoti na mgongo na huongeza hatari ya matatizo ya viungo kama arthritis. Hatari ya tatu, uzito mwingi huzuia mapafu kufanya kazi vizuri hasa wakati wa kulala na kusababisha hali kama sleep apnea, na uchovu wa mara kwa mara. Hatari ya nne, kuwa na uzito kupita kiasi unahusishwa na ongezeko la hatari ya kupata saratani fulani kama ya matiti kongosho, au kwa lugha ya kigeni, pancreas na utumbo mpana, au colorectal cancer kwa lugha ya Kiingereza. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate video inayofuata kuhusu njia rahisi za kupunguza kilo kwa afya bora. Asanteni.